Na habari ya jamii digital, tuko hapa kwa ajili ya kuletea story, mkasa, simulizi, matukio na mambo yote ambayo wao wanapenda kuyafahamu. Mimi John naitwa habari ya jamii digital, lakini leo tuko hapa na Laos TV pia. Lakini pembeni yetu kama unavyoona hapa tuko na Rayah Habeeb, Mzanzibari huyu. Tutaenda kuzungumza mambo mengi sana mazuri kuhusiana na Tanzania, lakini pia kuhusiana na Mzanzibari, amin Mzanzibari. Najua mengi, na kuhusiana na Zanzibar najua napenda kufahamu mengi na kwa bara hapa kufahamu mengi. Asalamu alaikum, salamu mambo, uko buheri? Alhamdulillah, asante mimi pia. Okay, tumezungumza mengi sana bifo, lakini leo tumeweza kukutana na natumai hata wale ambaye anakutazama pia aweze kufahamu mengi pia. sasa hivi huko hapa da before ulikuwa na naishi Zanzibar weza kufahamu wewe ni Mzanzibari halisi ama Mzanzibari tu ambaye me umeenda kule umekaa kipindi fulani alafu baadaye ukarudi huko Tanzania. <laughs> Hilo nitapa faida watu. Mhm. Sababu watu tunawachanganya hawajui. Hawajui. Eh, yeah, comment ambazo nazipata hivi wewe ni wa wapi? Mm -hmm. Baadhi yao wanajua, baadhi hawajui. Mimi nimezaliwa Dar es Salaam. Nimezaliwa okay. Temeke kabisa. Mm. Yaani kwamba mimi sina mkoa. Let's say unaniambia wewe kwenu Tanga sijui au Tabora. Hapana. Mm -hmm. Mimi nimezaliwa Dar es Salaam, wazazi wangu pia wamelelewa hapa wamezaliwa hapa, okay. Eh, mi ni Mzaramu, sema nilipata bahati ya kulelewa Zanziba tangu na miaka miwili mm. Nilipelekwa kule nazangu ja kunilea nilipelekwa kule kulelewa kwa bibi yangu angu mm. mm -hmm. yeah. ko tangu na miaka miwili mpaka nimekuwa ko nimekuwa ni Mzanzibari lakini hali, uhalisi wangu ni oh, no. Chia, ni Mzaramu, <laughs> <N> <laughs> <N> <laughs> Mzaramu. Babangu okay, ni Mzaramu, mamangu ni Mdengereko. Aha, okay. mm -mm. so, um, tubaki kwanza hapo kwa Wadharamu hapo mmekuja kuzungumzia, na nimefurahi sana kuwafahamu hapo. Wadharamu bwana, kuna namna ni kama wanasifika sana kwa, kwa, kwa, wa kwa baadhi ya mambo ikiwemo mmoja wapo mambo ya sijui ya kwenda kuchamba watu, yale vigoma vya uruguai vile, kuchukua umeza watu, unasikika mambo mambo fulani hivi, kwa sababu ni kama watu ambao nao wanaupwa ni fulani hivi. Kuna hali gani kwenye hili? <laughs> We, kwa sababu mi sija, sijaishi nao mm, lakini mi nasikia tu kama unavyosikia wewe, nasikia tu okay. La, kwa sababu hata nyumbani kwetu, yaani upande wa babangu mm, hakuna hayo mambo. Si kwetu kidogo dini kwao hakuna mambo ya ngoma. Hata kama utakuta kuna harusi hukuti ngoma, yani ni dufu tu kwao. Ah, sisi kidogo mambo hayo yametupita, mm, pembeni kama yapo mm, sijui kwa sababu mi sijaishi sana Siu, ha, eh, muko, sisi kwetu ni Kimbiji. Ah, Kimbiji, Kimbiji ni mkoa wa Dar es Salaam, unawezekana ni mkoa wa Dar es Salaam, tangu na miaka miwili yeah, yani, yeah. tangu nimeza tu kunyonya hmm. hmm. mmeja kuchukuliwa, nikapelekwa Zanzibar ko mpaka namaliza form four yeah. Nafahamu mengi kuhusu Zanzibar kuliko Dar es Salaam yeah, niseme hivyo pia lakini hata kama nitakuwa nimeishi Zanzibar miaka yote mm -hmm. bado mimi nitakuwa ni na chembe chembe za huku. <laughs> Kama unyama ni unyama tu hivyo yeah. uh -huh. <laughs> Hata kama nitakuwa nimeishi miaka yote, bado mimi nitakuwa ni mtu wa Dar es Salaam, nimezaliwa jijini Dar es Salaam. Okay, yeah. Asa hivi, umekuwa maarufu sana unatumia mitandao sana kama TikTok uh, hizo Snapchat sijui kama uko nayo lakini mara mm -hmm. nyingi tumekuwa na TikTok uh, Instagram pia mm -hmm watu wa dini sana sana ambao wameishi sana kwenye mazingira ya dini iwe ni Zanzibar huko visiwani huko pwani Tanga wapi wamekuwa kwenye malezi ya dini sana na hawategemei kuonekana kwenye hii mitandao. Jambo la kwanza nataka kufahamu athari zipi ulizopata kuanza kutumia kwenye hii mitandao na changamoto zipi ulizoanza kukutana nazo? Sio, nisemeje? <laughs> yani mimi tangu nasoma ndio mm -hmm. Nimekuambia hapo before kwamba mimi nimezaliwa daa kwa zile chembe chembe za za huku, mimi ninazo tangu niko mdogo mm -hmm. Mimi tangu nasoma nilikuwa ninafanya sanaa tangu shule, yaani mpaka namaliza form mm 4. -hmm. Mimi mpaka nafanya ule mtihani wa form kuna show ulikuwa tunaenda kufanya yi yani, sema tunatoka sehemu shule ambayo tunasoma, tunaenda shule nyingine mm -hmm. Kule tunaita skuli mm -hmm. Kama tunaenda kufanya maigizo ngonjera, mm -hmm. yani, mimi ndo nilikuwa gahivu, nalikuwa walimu wananitegemea sombe mtu mm -hmm. Kwenye mbaya sana mm -hmm. Mimi nilikuwa kipaumbele mpaka zuri. ule mama yangu alikuwa akinilea, ilikuwa hapendi sababu anahisi kama utapotea kama nini. Kwao mi nimeanzaga huko kwao, vile ambavyo nilivyokuja hata. Lakini baadaye, baada ya ile maisha nina kusoma nini kwa, de, kuanza kuchanganya sasa katika mitaa, ndo shamaliza kusoma sasa, huko mtaani mm. nikawa sipendi nikimwona mtu anajiposti namona kama mtu ajabu, sababu mimi nimesoma dini, yaani nimesoma meza msahafu vitabu, niko pia nafundisha Qurani. Ah, yeah, mpaka leo sometimes, kama nenda sehemu naweza nikafundisha vizuri tu. Kwa hiyo nikaona kama hiki kitu kiajabu mtu kujiposti, lakini unaomba kwa kweli usiona usiona. Hapa kwa kweli sijawahi kumjaji mtu ile mm, au kusema public kwamba sitakuja kujiposti kwa kweli. Changamoto sana nikiipata ni kwamba Nikwani gani nikiposti wale watu ambao wananijua sasa. Mm. Wewe na unajiposti. Wewe na unajua ile? Yeah, okay. Mtu sometime anakuja, wewe Rayah naye tumesoma shule moja, mtu ana comment, wewe ndio umefikia huku? Ni kama mm. si unajua ile Zanzibar kule. Yeah, yeah, yeah. Ni kama kitu cha ajabu, mtu anaona eh hey, mpaka anajikuta. Sasa hey. Mimi akili langu mimi Mbongo. Unajichia mpole. Ile ni bongo, bwana kwa nini mimi <coughs> ni Zanzibar? Unajua ile kitu kama hiko, ehe. Okay. Yeah. So, eh watu wanasema huwezi kushindana na mazingira. mhm mm. mm chembe chembe zipo, kwa mambo nalikua hiyo yani yeah, mambo kwa kama huko uh, kwa sababu sasa nikutakuja kuolewa labda na Imamu au Shehe au Ustadi. Oh, by the way sipendi ni ole na Ustadi. kwa nini? na wewe umekulia dini. Sipendi, unajua e, hata kama nitakuwa nimekulia katika dini, mi bado mdogo, nahitaji mtu ambaye atakuwa yes tunamshana tunamshana, yes, sitaki kusema kweli kuolewa na ustadhi, nataka tu naolewa mtu wa kawaida ambaye nitaishi maisha ya kawaida. Sababu eh, mwisho wa siku unataka mambo ya swala sana? Ah ah bwana, kuswali mtu na swali, si lazima ta ole na shehe. Hebu unaanza mm, kusata kusali, ni maamuzi tu ya mtu. Sababu kila mtu anajua, bwana, ili upate pepo ufanye ibada, ili upate moto ufanye vitu ambavyo havieleweki. Sasa yeah, kwa hapo ndo utachagua mwenyewe, unaweza kuolewa na shehe, lakini bado mashehe yenyewe sasa hivi nao hatari. Mtu gani? Mm, eh masha jina tu huski masha sasa nasikia. Kwa hizo zinakutisha sana kwa namna moja ama nyingine sipendi, yani. Aha, okay, sawa. Kumekuwa na nadharia kwamba uh, kwa vijana wanaoishi sana sana Zanzibar kuwa ni kama vijana fulani hivi laini laini sana nyoronyoro sana, na kwenye posti zako nyingi sana umekuwa ukiwa challenge sana kwa kuwasema vijana Zanzibar, amkeni sijui nini, ni kama vijana Zanzibar mnalelewa sijui nini na nini. Yani saa leo tunataka tufahamu ukweli kuhusiana na hili jambo. Kwanini unakuwa ukiwasema sana vijana sektra, wa Zanzibar kwenye hiyo sekta kwamba ifike wakati wamke sasa wace nyoro nyoronyoro na lelewa nini? kuna kore, una kunauna yoyote hiyo, uliwahi kuwa na mtu ukafahamu kwamba huyu yeye anataka awe analelewa ama nahashagangu? <laughs> Oh, hmm. Eh, ukweli ni cha ukweli, mimi sijaongopa kwamba siseme kwamba tina experience nikaonekana labda huyo mtu matata mm. Lakini at least na, nawajua kwa sababu nishaka nao sio mm. Mimi tu naona mpaka rafiki zangu nao pia wanapata hizo challenge za nini, yani shoti kwamba wanaume wa Zanzibar mm. Maisha ya kule, siwi ya kule sio niseme yapoje yani, maisha kule ni maisha ya kule, ni maisha ya tofauti sana mm. Inafika tu mtu mpaka akisema akitoka akienda kazini kule kazini, kama anaenda tu kurelax, tofauti na Dar es Salaam. Dar es Salaam mtu akwambia anaenda kazini ni nenda kupambana, ni kazi ni anafanya ana time ni kazini kweli, lakini kule mtu nakuta kazini, lakini mtu ameweka draft anacheza draft, yani mm -hmm. kwaani hawana ile stress sana. Sasa ile inawajenga inawajenga inawajenga, wanakuwa kama lelelele na no. Wanao mzazi kuomba hela ni kitu cha kawaida, sio mimi tu nataka, mm -hmm. kuonesha hata comment, watu wamenidie wanasema kwamba kweli yeah, hata mimi napitia changamoto kwa mwanaume wangu, ananiomba sana hela, mtu anaomba mpaka laki tatu laki nne laki tano kwa kawaida. Alafu mimi na marafiki wengi sana wa wa Zanzibar wa kiume wao mm, wananiambia wow kabisa, kwamba mimi siwezi ku date na mtu ambaye hana hela, msichana ambaye hana hela, sio, unaelewa? So ah, ehe, sasa sijajua kuna tatizo gani kati ya wasichana wa Zanzibar na, na wanaume mm, yani hapa sijui shida ni nini? Sijajua kwa kweli kimewafanya wao <laughs> hivyo. Unahisi kitu ambacho nahisi wasichana kutoa hela kwa sababu mm, nao pia itakuwa ni tatizo. Wasichana wa Zanzibar bwana, mimi nahisi kama hawako vizuri kwenye haya mambo, mambo ya mahusiano, mambo ya faragha. Nahisi pia ninavyosikia, kwasababu eh, wanaume wanaongea, wanaume wengi wanaoa Tanzania bara, huo ni ukweli, siongopi ah, okay. Kwenye ah, yaani kwenye katika mbaya, kwenye katika mambo ya yes, tendo la ndoa. Hata mimi nishakupata mtu ananiambia mimi nataka nikuoe, nikuongeze mke wa pili kwa sababu nahisi kama mm, mwenzangu hawezi haya mambo shu, unaelewa? mtu anaongea wallahi, hivyo, wallahi naapa siogopi, ananiambia kama mwenzangu, kwa hiyo nahisi ile, mpaka anamfanya mtu kwamba anatoa hela kumpa mwanaume kwamba ile abaki tu endelee kuwa naye kwa sababu oh, anaweza akaondoka akaenda kwa mtu mwingine mm, ehe, kwao ile ni kama wao tu wanajihami, na pia kwa sababu pia ndo hawapendi kufanya kazi, wanaume wanapenda kupewa. Kwa sababu mwanaume mm, wa Zanzibar anaamka asubuhi anakunywa chai kwa mama, mchana kwa mama, usiku kwa mama, analala kwa mama mm, sabuni tu inamshinda naomba kwa mama. Sio wote, wachache ambao wana wanafanya kazi ni wachache, wachache, wachache. Mimi kwa mfano hii last time ilikuwa niko Zanzibar kuna mm, kampuni hii ya Azam walikuja kule kutafuta tafuta wafanyakazi mm. mimi nimekutana nao kuwa tunafanya tangazo, ila hii inaitwa lipa kwa simu hmm. na, na, Azam, kuna mtu akanambia nikuwa natafuta wafanyakazi Zanzibar, lakini yaani napata shida, yaani kupata wafanyakazi Zanzibar, kazi ipo, lakini napata shida kupata simenelewa. E, nashangkaambia hmm. kama mimi nataka hiyo kazi, akanaambia nashangaa, wewe mtuto kiko nanaambia nataka hiyo kazi, wakati mm. mimi nahangaika sasa hivi mwezi mzima na sijapata wafanyakazi na vijana wapo wao kazi yao tu au wakute foro wamechill jioni. oh, Kisonge. okay, at least wa makachu wa, wanapata ah, okay. wale wanapata hela wale at least wa pale wanafanya kazi si ndio? so, kama na influencers wengi waende huko yes. makachu tu nini mm. Sasa pale kuingia kuingia sikuingia kwa sababu wale tayari wanajuana wana, wana okay. Pale kama ni kama kazini wewe sikwenda kuingia tu nini, kuna kuna wengine wa huko mtaani ehe okay. ndio hivyo kwao kule in short kwamba Sijui wako wanategemea nini by the way. Na unajisifia kabisa sisi hatufanyi kazi, yeah, kwa hatu pupa gazi. E, na ukenda kule lelse unakuta mtu anajenga ana, ana, ana, ana nyumba mm. Anakwambia sandaka kujenga lile shimo la choo, mtafute makonde bwana, mtafute mbara yani e, kwamba ah. Wao serious kazao e, laini yeah, yeah, yes, yes unaona yani yeah, kwamba wao hawawezi mtu kuchimba na sidhani kama mm. kuna mtu Mzanzibari ambaye anafanya kazi ya kuchimba choo, kuchimba hii mashimo sijui sijui kama wako labda wale ambao Washapigiga sana lakini hawa hawa, hakuna haiwezekani. mm. Mm. yeah, kwa mimi nilichokiongea sikuwa mm. Yeah. nimebuni tu, nimekaa hapana, ni experience ambayo mimi nimeshakutana nayo. Kiufupi uliamua kuwatolea uvivu? yeah na no tu mbivu mimi <laughs> mwanaume ananiambiaje siku uh. ya siku kuu asapo ndo anataka mapenzi. Sasa, mke wangu nunulia baya na viatu. ah, eti, sorry so <laughs> nunulie kanzu yeah. na viatu. Wewe umenunulia nini na mimi nunulia baya

So kweli well, kwa kweli unahisi ujumbe ambao umekuwa ukizituma kwao, watakuwa wamezipokea kwa mtazamo upi? Wamekasirika wengi, wamenifuata DM kunitukana, yani yale nimepokea matusi kilo mia hamsini makubwa, watu yeah, wamenitukana sana wengi, na wengi ambao wamekuja wamenambia, ni sawa, wanaume wengine kweli ni sawa, dada, umeongea ukweli. Mm, kunywa soda nitalipa. Wengine wanawake hivyo <laughs> wanakuja wanasema mm. kwamba kweli ume, nini wanawake wengine bado wamekomenti pale kwamba we nae sijui nini utapata tu kiki sijui nini mm. labda nimeongea ukweli na ujumbe umefika na umewafikia na wamekasirika, na ukweli ume fi, umeni umewafikia, na kama watabadilika watabadilika. Kuna watu wanaambia kasema umetuharibia, mtu alini DM ume, yeye ume, yani wewe um, mjinga umetuharibia na matusi juu, mtu anakutukana Bwana, nimefikisha Kombo ujumbe. Eh, kwa hiyo kuna jimba dhani, Yeah. Dhani kuna wanawake tutakuwa kidogo watulisi wameshtuka kwamba hey, kweli mi mbona nafanyiwa hivi hivi, lakini tu siwezi kusema okay. Eh, mtu akuja kuongea kama hivi, wachache ambao watakuja kuongea kitu kama hiko, mi nimeamua kuongea mm. japo wataongea hivi hivi au okay. umeamua kuongea mtandaoni kwa sababu wewe sasa hivi uko bara, hakuna hata kama okay. ningekuwa kule ninge uh. ningeamua kuongea ninge kwa sababu hata kule mimi sinafanya content za kuongea okay. Yeah, nilikuwa naongea sana kama hii Ramadhani nilikuwa nafanya content za na kuongea nyingi, nilikuwa kwa kipenda kwa mara hii nimekuja kuwageuzia kibao kwao amenichukia eti kwa sababu eti sui niko bara mimi nitaenda Zanzibar. <laughs> Iliswala, hoti, na akuna chakunifanya, maana nasikia wamesema eti nikifika huko watanifanya hivi, watanifanya hivi. Tuone inshallah. Sawa, niliwahi kusikia stori ya wanaume ambao wanakuwa wanaweza akawa wameoa alafu wanataka mashimiji zao kule Zanzibar. ili swala, kuna ukweli wowote? tuko na wewe Mzanzibari hiyo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na hata mimi katika familia yangu ilitokea kuna mdogo wangu aliolewa Zanzibar, ameishi da, amekuja kuolewa kule. mm. na anasumbuliwa ana okay. Mpaka sasa hivi anasumbuliwa na shimeji, shimeji yake ye yeah, na hicho kitu kabla ajaolewa nilimwambia, hala hala, unavyoenda huko, mimi nishakaa, watu wao nawajua. hmm. kutongozwa na shimeji kitu cha kawaida sana hala hmm. Yeah. hala unavyoenda, na kweli nafika huko, anaambia mm, shimeji, mimi ananisumbua sana kwa sababu, yani shida inakuja mm. da, mtu akioa anatafuta chumba chake, anapanga kule mtu akioa, ni anakaa kwenye ile ile nyumba, chumba chake kile kile kinatengenezwa tu pale pale, pale, kwa pale, pale nyumbani kwao. Unakuta baba mama mtu anazaliwa pale yaani watoto wajukuu, wote wanazaliwa pale mm. Kuna familia nyingine pia unakuta mwanaume anaoa, anakaa kwa wakwe zipo, yeah. Sisemi kwa ubaya, ni, ni, ni, baadhi ya marafiki zangu dada mm. zao wameolewa wako nyumbani kwao, okay. Na mume na mume, na mkwe, yani baba mtu mama mtu wako mule mule. Kwa ile pale ni kawaida, hauwezi tu kunikuta mimi napita mimi shemeji, shemeji mtu napita mm. huyu nimeenda chooni huyu naye wifi kaenda chooni yani tafurani eh, kusema ukweli Yeah. Lazima, yani kitu cha kawaida sana. Kwa unakuta kama mwanamke mwepesi wanakubaliana no. Okay. E, inatokea. Mimi siongopi jamani. Inatokea. Sasa najaribu kufikiria nikataka kufahamu sababu hasa inakuwa ni nini? Kwa sababu yeye anapokuwa anaenda kumoa yule ina maana yeye anakuwa amempenda yeye kwanza. mm -hmm. Anaanza kuona ndugu zake wadogo zake ama aidha dada zake afu baadaye anaanza tena kuwatongoza. Sababu nini kwamba kwa, anajikuta amevutiwa na wale hafla binivu wenyewe ama <laughs> <laughs> yaani wanasema, yaani ndio nakwambia, ndio hivyo kwamba <laughs> kitu kibaya chochote kina- kinakuwa kina nguvu kuliko kitu chema, kama <laughs> ngekuwa anaenda kuwaambia kuhusu kuswali kufanya ibada au kufanya, kufanya, kufanya, kufanya hivi, ingechukua muda kuwasikiliza <laughs> <laughs> <hungu> <hungu> lakini mi nakwambia hayo mambo ni yanakuwa yanakuwa eh, si nisemeje, yaani ni, Eh, naye mwanamke anamwona na dada yake na faidi au yule mwanaume anamwona na faidi kaka yake anafaidi. Unajua, ni vitu ni roho tu ya mtu, mnakubaliana ni maamuzi yenu okay. Na pia hii jinsi ya kukaa kaa pamoja hizi unajua eh? maana mm. Zanzibar wanaamini kwamba mtu kutoka kwenda kujitegemea ni kama uhuni mm. Yaani huwezi kukuta mtoto wa kizanzibari amepanga chumba okay. Ni wachache sana, yaani si kama wapo kama ile kazaliwa Zanzibar yaani kila kitu ni mzanzibari kabisa aukuti koo ile lise mtu anataka kuoa kwamba kwenda kumruhusu eti mimi nini, nini, m mimi, tumruhusu mtoto akapange mm. Yani ni ngumu yani, ukitoka hapo nyumbani basi ujue anaenda kuhamia kwenye nyumba yake okay. Watu wengine watu wengi Zanzibar wanaoa mpaka pale ambapo mtu atapata nyumba yake kabisa mtu amejenga mm. Ndio anaenda kuoa sasa, au mtu nyumba kapewa. Labda familia ina uwezo, amempa nyumba mm. Lakini kama hana nyumba ataoa, anaenda kubaliwa kuoa, lakini atakaa pale pale nyumbani na mkewe. Ushawahi mm. kushuhudia ama ishawai kutokea kwamba uh, shemeji akawa na baada ya kumuoa dada mtu afu akawa namtaka mdogo mtu na at the end of the day mdogo mtu akakubali ndo ikafungwa tena? mm. eh, yes, kama Shum, eden, kama unavyonyambia hapa mm. nimehadithiwa kama wiki mbili nyuma lakini, mm -hmm. nimeisahau. Nimesahau exactly lakini, kuna mtu alinihadithia kitu kama hicho, ilitokea namna hiyo. Ilitokea sijui nani alikuwa ananihadithia, nimesahau, lakini ilitokea, namna hiyo ilitokea kwamba ameoa huku <laughs> na huku meyaani, dada mtu alienda kujifungua, alimwacha pale, mdogo wake yule akafunga ndoa na yule mdogo wake. Sijui sasa, sijui ilikuwaje, kama msichana alisafiri, sijui, sijui, siwezi kusema sana, lakini ilitokea. Na hiyo story nimeambiwa kama wiki mbili nyuma, kuna mtu alinihadithia pa katikati, nimesahau. Yes. k kama i sina uhakika nayo, lakini ndo nilisikia kwamba alioa ndugu <laughs> wawili sasa, sijui ilikuwaje familia ikakubali mpaka wa... sijui kama yule mwanaume alitumia labda vizizi, sijui kuna -kuna hizo tabia pia kwamba watu kutumia vizizi kwenye mapenzi yeah. ni kawaida Zanzibari, mtu anakuambia, wallahi wewe nitakuonyesha kama sijakupata, unajikuta tu mwenyewe unamkubali <laughs> kawaida kabisa, ni kawaida. Mtu anakuona anakutaka, kupatia mm. E, anatumia anakuwapia, yani, anakuwapia na anatumia mizizi na e, mwenyewe unaenda mwenyewe hivi. Nasema ngamia sikafanyaji, ngamia amefanyaji, ila katika pitapita pita zako haujawai kukutana na dhahama kama hiyo? Uh, mi hapana. mara mm. ja, nyingi upo, upo bara? Uh, mimi kusema kweli, maisha yangu mm. mi naishi sana mwenyewe mwenyewe, yaani sipendi safari za, za familia. Okay. mm -hmm. Sipendi kab... yaani kwanza unikuti sijui kukaa familia sijui vikao sijui mm. yaani mimi mzako kum... niko busy <laughs> Okay. hai hai hai, hai. kwa hizo changamoto kunikuta Hapana hmm. Mi changamoto zangu zitanikuta tu kwenye mahusiano yangu ya huko nji, so kwa ndugu. ah, okay. mm -hmm. Inavyoonekana moja kwa moja ni kwamba wewe hautakuja kuelewa na mzazi kabisa. Sitaki kuhapa kama nilivyosema mwanzo, siongee kitu ukamaliza maneno mm -hmm. Lakini si- siombi dua kwa Mungu itokee hivyo yeah, okay. M nataka tu mimi mtanzania bara ambaye amekomaa vizuri. ah, okay. e <laughs>